Bwana Yesu asifiwe. E, watumishi wa Mungu, mimi nawaonya kama nabii, na ninakuja kwenu, mimi ni nabii wa kweli. Nataka niwaambie neno hili na mulipuuze. Hubirini ukweli, kama wenye dhambi wanaondoka, waondoke. Hubirini ukweli kama matajiri wanaondoka waondoke. Hubirini ukweli kama magari tunayakosa tutaenda kupanda farasi wa moto mbinguni. Acha waondoke na magari yao. Leo ukweli ni adimu kanisani. Watu hawaongei habari ya dhambi. Wachungaji tumewekwa kwenye vikapu vya sadaka. Maana walevi, makahaba, wazinzi, wavuta sigara, nini wa, watu wasiotaka ukweli wanajaribu kutulazimisha tufate matakwa yao, la sivyo waondoke kanisani, na wachungaji, kwa hofu ya kukosa magari, kwa hofu ya kukosa fedha wamekubaliana na matokeo na ulazima wa wenye dhambi kanisani, kwamba ni lazima wafanye wanavyotaka. Nabii, nakuja kwako. Yohana nane slash thelathini na mbili asema, nanyi mtaifahamu hiyo kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli kweli, wafundishe waumini wako ukweli. Wale watakaoipokea ile kweli wawekwe huru wale watakao kataa waache waende kwenye dhambi zao. Lakini kama tutaendelea na hii tabia iliyoko kwenye makanisa ya Kipentekoste, kuangalia mwenye fedha, hata akitenda dhambi haonywi. Maskini akikosea anatengwa na harasiwa, lakini tajiri harasiwi, ili mradi ameleta fungu la kumi, makanisa ya Kipentekoste. Wachungaji wengi wa Kipentekoste wataenda motoni kwa kuogopa kufundisha kweli, ili wahifadhi chakula, fedha na matumbo yao. Mungu amenituma kwenu ni waonye, ifundishe kweli bila kuangalia. Tajiri akikosea akemewe, maskini akikosea akemewe, mujane na yatima wakikosea wakemewe, na wenye fedha wakikosea, wakemewe, waonywe, wakaripiwe. Leo mchungaji amebaki na madaraka ya kuhubiri madhabahuni tu kwenye makanisa ya Pentekoste, lakini huku vingine vyote wanakontrol wale wenye pesa. Uwezi kuongea mchungaji, huwezi kuongea; ukiongea, wanakuambia, tunakuachia kanisa lako. Sasa wachungaji kwa hofu ya njaa, tamaa ya fedha, kiburi, e, umaskini, shida Ndugu zangu nataka niwaambie hivi, heri tuseme ukweli tukose vya dunia, tutapata vya mbinguni. Bibilia inasema umewekwa kuwa mlinzi, utakapoona adui anakuja, usipige tarumbeta, huyu mtu atakufa kwenye dhambi zake, lakini roho yake Mungu ataitaka mikononi mwako. Ameandika Ezekieli sura ya thelathini na tatu na sura ya tatu. Wewe unakaa unawaona watu wafanya ukahaba kanisani, ulevi muviongu, walimu wa kwaya wanazini na wanakwaya mb, nini vurugu, umenyamaza tu unatunza hela ili jumapili walete fungu la kumi na sadaka. Ule haujaitwa kuwa mtumwa wa fedha, umeitwa na Mungu kuwa mwa, kufundisha watu a wa wanafunzi wa Yesu. So, asema mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu mwafundishe. Leo makanisa ya Kipentekoste tunazidua hata na Wakatoliki. Wakatoliki wana ujasiri wa kusema dhambi, Wakatoliki Walutheri, lakini wa Pentecoste wamenunuliwa na wenye fedha. Leo unatenga mtu kanisa ile na ahamia kanisa lingine na wanampa na cheo ili asija kahama kwa sababu anatupesa e. Mtu anazini hapa na amia kanisa lingine, hawaulizi hata mchungaji, ukiwaambia hawataki kusikia Wanaona sawa tu, ili mradi wapate tushekeli tupesa. Mungu wameweka pembeni. Wachungaji wa Pentekoste wengi sasa wanatumikia matumbo yao. Ninawakemea kwa jina la Yesu, badilisha muundo. Mnazidiwa leo na Wakatoliki mpaka na Wawaruteli ambao tulikuwa tunasema sio warohoni, saa hizi ni warohoni kuliko Wapentekoste, maana wanaifundisha kweli, wanausema ukweli, lakini sisi Wapentekoste mtu akiwa na hera ndo Yesu ndo Roho Mtakatifu ndo nani kanisani, wote mna sujudu. Mumeruhusu uchafu kanisani, watu wanavaa masuruwali, wanawake vipedo, wanawake wanavaa vimini, wana nyowa nyusi, wanapaka marangi. Mumeruhusu kwa sababu ya tamaa ya fedha, watu wawe wengi, mpate fedha. Mumemkataa Mungu, mumeshughulika na fedha. Mungu atupe neema. Naitwa Nabii Joseph Petro Wemama toka kanisa na Pentecost cha mwenda maduka tisa, Mwanza. Mungu awabariki wa sana. Tembelea chaneli yangu ya maisha bora TV, maisha bora TV kwenye YouTube. Please like, share, subscribe. Mungu akubariki, amen.